Kama mnakumbuka mwaka juzi ile, kama nilivyosema, mkoa wa wilaya kuna watu walikuwa upande wa baharini wakasema wameokota magari, kama mnakumbuka, yalisombwa kwenye gereji iliyokuwa hapa pembeni yangu, na mimi na mkoa wa wilaya na wakurugenzi na mara PC tulilala hapa si chini ya siku mbili, tunatengeneza daraja ili watu waweze kupita kwa haraka, lakini leo tunayo fahali kwamba daraja hili limekwisha jengwa. Sasa kwa sababu nafahamu baadhi ya watanzania ni wabishi, na kakuwa hapa, yupo RPC wa Kinondoni SACP Kitingu, yuko hapa, natoa maelekezo kwa SACP Muliro, ambaye ni kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam, kwamba mara baada ya madaraja haya kukamilika na barabara hii kufunguka uwekwe utaratibu wa kublock magari yote ya upande wa huu yasimame na upande huku yasimame, abiria washuke watembee kwa mguu kwenye daraja hili, alafu awepo mtu wa TANROADS anayewaelekeza hali iliyokuwepo awali na hali iliyopo sasa, halafu mnaruhusu gari akapandia ng'ambo ya pili. Anapoondoka tunamwambia umeona nini leo ukirudisha fikra na miaka miwili iliyopita. Lengo tunataka tuanze kufundisha Watanzania kwa vitendo. Hii mambo ya kuzungumza tu, anakuwa haelewi nini kinachoeleweka au nini kinachoonekana. Yakikamilika haya na daraja pamoja na barabara, trafiki atakaa upande ule, ana block barabara, shuka kwenye gari lako, tembea kwa mguu, mtu anaelezea kuhusu download na kazi zake, kazi mefanyika au awamu gani mlimelipua shilingi ngapi? alafu tunamwambia sasa, endelea na safari. Itakuwa ni marufuku mtu kupita hapa bila kushuka, kutembea ye mwenyewe kwa mguu, maana anaweza kuvuka kwa gari hapa, akifika ng'ambo anasema sijaliona daraja. Watanzania hawa ni waajabu baadhi yao. Ni bora kaanza kukamatiwa hapa p, na una mrekodi, umeona nini? Nimeona daraja. Usipofanya hivyo akipita hapa anasema haki ya Mungu, sijaliona daraja. Sasa umepita wapi? Anasema labda kesho anaporudi, ndio nitakwenda kuangalia huyo. Amejisahaulisha na amejitoa akili na amejizima zote. Kwa hiyo baada ya hapo, ni wazo langu la mwisho kwa wakandarasi. My message is to you contractors. Fanyeni kazi usiku na mchana. Dar es Salaam ikiwa na foleni na ujenzi mwingi, wananchi wanashindwa kufika makazini kwa haraka. Mheshimiwa Rais anafungua, ana unlock kile kinachoitwa changamoto za barabarani, ili Dar es Salaam iwe na access kwa wanaotoka na kwa wanaoingia. Dar es Salaam iwe connected kwenye different regions, kwa sababu ya potential zake, na kwa sababu muda sio mrefu, bandari ya Bagamoyo nayo itafunguka. Bandari ya Dar es Salaam imekwisha funguka, manaake potential njia ni hii hapa ya kwenda upande mwingine. Leo Tanga bandari ya Tanga imefunguka. Wapo watu ambao wana clear mizigo yao bandari ya Tanga lakini inakuja Dar es Salaam. Na hapo watu pia ambao wana clear mizigo ya Dar es Salaam inakwenda Tanga. Kwa hiyo barabara hii isivere potential ni muhimu kwa uchumi wa taifa letu, ni muhimu pia kwa uchumi wa mataifa mengine, lakini kwa watu pia ambao wanakaa maeneo haya. Tunatumia barabara hii, tunatumia barabara nyingine ile kubwa, zote mbili zinasaidiana kwa sababu zinategemeana katika masuala ya kiuchumi. Fanyeni kazi wale wakandarasi, washauri wale ma consultant, fanyeni kazi kusimamia watu wenu, na pale panapohitajika, mkiona hawataki kusikia, waandikieni barua za kisheria, na hapo itakapolazimika, mkataba utakuwa terminated na wao watafungwa, kwa sababu wamehujumu uchumi wa taifa letu. Kwa hiyo tusaidiane, ili maendeleo ya taifa hili yaweze kwenda kwa kasi.